Malalamiko hayo yametokana na kuwepo kwa sinto fahamu ya kubadilishwa kwa mfumo wa ulipaji wa kodi aliyosababisha kutokea kwa mgomo uliodumu takribani siku tano, sababu ikiwa ni kuwasilisha ombi kwa halmashauri iweze kurejesha mfumo ambao walikuwa wakiutumia awali. Tumejaribu kuongea na wenzetu kwamba pengine sisi hivyo vitu tungeviweka kwenye stika, kwa sababu stika tunazo, lakini imeshindikana. Sio kwa tozo hili, tuwekewe tozo ambayo ni la mwaka hilo itakuwa rafiki, lakini hii hapa unaweza ukampa dereva gari akaenda asitoe, na wao wanasisitiza kwamba kuna faini. Inakilalamikia ni tozo mpya ya serikali. Tunashukuru Mungu tumefikia mwafaka, japo sio rafiki sana, kutokana na jiografia yetu ya Tunduma. Maana maombi yetu ilikuwa ni kwamba ii tozo walioleta mpya ya pakia shusha kwa magari yetu na tunakoenda kuchukua matirio na kusambaza, mazingira yamekinzana sana na mageti yao walikoweka, sehemu ambayo tunatakiwa tulipie ushuru. Shida ilikuwa ni elimu, elimu haikutufikia, kwa sisi sio ng'ombe ambao tungepokea kila malisho. Baada ya kueleweshwa tumeelewa na tumekubali kulipa hiyo kodi. Kwa hiyo hamna changamoto nyingine tena, kati ya uhusika wangu tumekubali kuilipa kwa siku. Mara baada ya kikao kilichokutanisha na kaimu mkurugenzi Paul Mhache pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya mji Ayubu Mlimba, wanaeleza yale yaliyokubaliana kwa mujibu wa sheria. Sababu wengi wanasema wa kwamba hawaijui hii sheria, hawaijui hii tozo, lakini ni tozo ambayo ipo kisheria. Kwa hiyo na umuhimu wa kutoza kodi ushuru huo tumeujadili kwa pamoja. Bali walikuwa wanakusanya pale wanaposhusha, lakini mapato mengi yalipotea kutokana na watu wengi kutokulipa. Sasa tukabadilisha mfumo wa kwenda kukusanya, ambapo tuliweka vijana wetu kwenye vituo vya ukusanyaji wa mapato, na tulipoanza kuikusanya wafanyabiashara wale wakahisi kwamba ni tozo mpya. Kwa hiyo kwe... tumekubaliana tutoke katika kiwango kikubwa cha gari kubwa kutoka shilingi elfu kumi na sasa iwe ni shilingi elfu tatu lakini tutoke kwenye kiwango cha gari dogo kutoka shilingi elfu tano kiwe ni shilingi elfu mbili kwa chanzo cha ja kushusha na kupakia Tutok Ida Mathew Clouds Songwe